Kwanza kabisa tunaishukuru serikali kwa kutuletea hizi shule za amali. Wanafunzi anapokuja kuanza hii shule, tayari kuna masomo mengine anayopata ya ziada ambayo ni ya ufundi. Kwa hiyo tunajua tayari watoto wetu pale wanapofikia kipindi wanapomaliza hii elimu ya msingi au elimu ya sekondari